Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa endelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza, kichwa cha ujumbe unasema kwamba usitafute kukubaliwa na kila mtu. Usitafute kukubaliwa na kila mtu. Mafundisho yakafanyike msaada kwako, kafanyike baraka kwako katika jina la Yesu. Watu ambao watakukubali ni wachache sana, ni wachache sana. Uwezi kukubalika kwenye maisha na kila mtu, hajalishi wewe ni mzuri kiasi gani, hajalishi wewe ni mwema kiasi gani, hata kama ukijitahidi namna gani, uwez uwezi kukubalika na kila mtu. Tafakari kwa habari ya Yesu. Yesu ambaye alikuja kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu alikuja kwa ajili ya kuokomboa ulimwengu na alikuja akitenda mambo mengi. Hata alipoponya wagonjwa, bado kuna mafarisayo, viongozi wa dini, walim, walimshtumu kwamba kwa nini wewe unaponya siku ya sabato? Yesu akamwambia kwamba ni, ni vema kutenda mema siku ya sabato. Fikiria mtu aliyekuwa anateseka kwenye ugonjwa, anakuja Yesu anamponya, alafu mafarisayo wanaanza kumlaumu kwa ajili ya hilo, kwa nini amefanya jambo hilo? Kuponya eti kwa sababu ni siku ya Sabato. Kwa sababu ni siku ya Sabato. Usiku, usitafute kukubaliwa na kila mtu. Yesu pamoja na uzuri wake hakukubaliwa na kila mtu, wako watu wengi waliomchukia. Viongozi wa dini karibu wote walimchukia, walikuwa kinyume naye, mpaka wakafikia hatua kwamba huyu ni sharita wao, ni sharita wao Haijalishi wewe ni mzuri kiasi gani, haijalishi wewe ni mwema kiasi gani, hata ukijitahidi namna gani, kuna watu wataona kasoro tu, kuna watu watakukosoa tu. Na kwa nini? Wakati mwingine wanakukosoa ili kukuvunja moyo, na kukosolewa kwa watu haimaanishi kwamba hicho unachokifanya sio sahihi. Watu wanapoona kwamba hicho unachokifanya wakati mwingine kinakupeleka mbali kwamba ukiendelea hivyo ulivyo, utafanikiwa, utatoboa kwenye mashaka, watatengeneza mazingira ya kukuvunja moyo, watatengeneza mazingira ya kukatisha tamaa. You have to mind your own business, usikubali kila kitu unachokifanya kikubaliwa na kila mtu. Kuna watu ambao kazi yao ni kutafuta makosa tu, ni kama ndio huduma yao, it is just like their ministry, kwamba huduma yao ni kutafuta makosa, they are fault finders wenye ni kutafuta makosa tu, hata kama ukifanya vizuri asilimia tisini na tisa watasimamia hiyo asilimia moja, watasimamia hiyo asilimia moja kwa nguvu zote, ili uonekane kwamba we ufai, uonekane kwamba hauna maana. Usikubali kukubaliwa na kila mtu. Usitafute kukubaliwa na kila mtu, usitafute kukubaliwa na kila mtu. Kuna watu ambao hata siku moja huwezi kutafurahi kuwafurahisha huwezi kurefreshi. Hakuna mtu chini ya jua anayeweza kukubaliwa na kila mtu. Wewe ni nani ukubaliwa na kila mtu? Manabii walichukiwa na watu wengi, pamoja na mambo mazuri waliokuwa mambo, mambo mazuri waliokuwa anawaambia, na wengi waliuawa. Wengi waliuawa, pamoja na kuwa alichokuwa anasema ni kile ambacho Mungu alikuwa anawaagiza, pamoja na kile alichokuwa anasema ilikuwa na kwa faida, kwa faida yao wenyewe, lakini waliuawa. Waliuawa waliuawa. Usitafute kumfurahisha kila mtu, usitafute kukubaliwa na kila mtu, haiwezekani chini ya juu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho hayo. Kumbuka usiishi maisha ukifikiri kwamba utakubalika na kila mtu, haiwezekani chini ya juu. Wanafunzi walioambewa na Yesu in advance kwamba kwa ajili yangu mtachukiwa na watu, wengine watauaua wengine watawapeleka magerezani kwa ajili yangu kwa ajili yangu, na ndicho kilichotokea mitume walipoanza kuhubiri Injili, wakawekwa gerezani wakapita kwenye mateso kadha wa kadha. Mungu akubariki sana kwakuendelea kwa, kwa, kwa, uh, ku, kufuatilia mafundisho haya. Naamini kwamba mbarikiwa na mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina posti kwenye chaneli yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini unaweza kuwashirikisha unaowapenda mafundisho haya au pia kushia, unaweza pia kushare unaweza kwa comment. Mungu akubariki katika jina la Yesu Amen.